Ya kwa majina anaitwa Mama wa Neema, Dr. Elizabeth Kilili, mkurugenzi mtendaji wa Grace Products Limited. Ya ni kweli, mimi nilikuwa mzamini wa Miss Tanzania kwanza mwaka jana, na pia sikuishia tu kuwa mzamini, na pia nilikuwa jaji katika hao mamisi mpaka kuja kumpata uh, Miss Tanzania ambaye ndio huyo Dediana, lakini uh, mpaka kuweza kudhamini hii gari ni kwamba mwaka jana watu oh, hawakuweza kupata wadhamini, iyo, wadhamini upata, hawa vi, uh, vi wa kutosha. Kwa hiyo wale wadhamini waliopata hawakuweza kukizi viwango ambavyo walitakiwa waweze kumnunulia gari na waweze kumkabidhi Miss Tanzania mwaka jana. Kwa hiyo imeenda hivyo, imeenda hivyo ndio kukawa na kelele nyingi, na hatimaye walinifuata hawa kamati ya maandalizi ya Miss Tanzania kwamba waliitwa kule na Dodoma na waziri Uh, Mwakiembe na wanasema kikao kilikuwa kikali sana kwamba hawawezi mwaka huu kuanza mashindano mengine kwa sababu mwaka jana bado hawakuweza kumpa, hawa kumpa gari ambalo alikuwa amemwaahidi. Kwa hiyo wakaona wafanyeje, pesa waliokuwa nayo walijaribu kutafuta tafuta kwa wazamini wengine baazibaazi, lakini walipata pesa kidogo ikawa haikutimia, ikabidi ikabidaja nitafute mimi Grace na kuniomba kwamba niweze kuchangia pesa ambayo imepungua na wawez gari yake mii, kwa sababu kwanza nilikuwa nampenda Diana kutokana na rangi yake, hakuwahi kutumia vipodozi vikali na ana rangi nzuri. Nikasema sasa mimi hapa kwangu itakuwa ni nafasi kama nitaweza kumdhamini, najua kwamba na mimi, na nitaweza kufanya biashara kubwa hapo, kwa sababu najua mimi ni mfanyabiashara na mfanyabiashara yoyote huwa hawezi kufanya kitu ambacho hakiwezi kumlipa. Kwa hiyo nilikubaliana na hicho alichoniomba, tuka nikawaambia okay, pamoja na kwamba ameniambia naweza kujikuta nanunua gari, na, na, na, na toa pesa, nikawa nauziwa mbuzi kwenye gunia, hiyo gari iko wapi? Kwa hiyo kwa tukatoka nao moja kwa moja mpaka sehemu gari ilipo. Gari ni mpya kabisa, sio kwamba imetumika. Tukaenda kwenye yadi moja ambayo iko pale karibu na kwa Kakobe, kuna yadi iko pale, nikaiangalia gari. Na mimi nikakubaliana na hicho alichoniambia, kwa hiyo nikaweza kutoa hiyo pesa na nililipa pale pale keshi hela ambayo ilikuwa natakiwa niilipe, nikapewa na karatasi zangu, ninazo risiti zangu hapa nilipo, ambayo nimecha, nimechangia kwenye hiyo gari. Lakini bado niliwauliza fine, nanunua hii hii hii, lazima lazima iweze kunilipa. Je, nitafaidika na nini kwa kupitia hii gari ambayo nampa huyu Miss Tanzania? kwa wakasema kwamba utakachoweza faida utakayoipata, kwanza gari utaibrand, utaweka matangazo yako, kwa hiyo mimi kwangu ikawa ni faida kwamba kama nitaweka matangazo je, kwa muda gani? Sio tunaweka leo alafu kesho matangazo yanatolewa. Kwa hiyo tukaandikishana kabisa mkataba kwamba hiyo uh, gari itakuwa na matangazo ya Grace kwa muda wa miaka miwili. Kwa hiyo mimi ndio nikaweza kuilipia hiyo gari, na hatimaye kwa nini hasa, uh, ukiangalia watu wameongea sana kwamba mbona gari limewekwa matangazo mengi? Yani kila mtu ameongea la kwake, lakini hata kama ukiongea, mimi nimefanya kwa sababu pia ya faida yangu mimi mwenyewe lakini kabla ya hapo niliwambia kwamba tutaweka, kwa sababu imekuwa ni muda mfupi, kwa sababu amenipa siku tatu. Unajua siku tatu, hata kama ni wewe, hiyo siku tatu naitoa wapi hela? Ukiangalia serikali yetu ya sasa hivi, pesa hakuna. Kwa hiyo sikuwa na nafasi ya kuweza kupata kuidesign upya hiyo gari, kwa sababu kule ambapo nafanya branding magari yangu tayari kuna matangazo yangu ambayo tayari alishakuwa ameshablandiwa, kwahiyo nikasema kwamba kutokana na hichi hatutaweza sasa hivi kudesign picha ya kuweka ya Miss Tanzania, cha kwa kufanya kwa haraka haraka tubandike tu gari yote, then tukishamaliza kubandika kubandika gari yote tukishamkabidhi hiyo gari, nitaichukua tena hiyo gari alafu nitaibrandi tena upya na kuweka picha ya Miss Tanzania. Kwa hiyo hicho ndicho ambacho mii nilikuwa nataka kufanya. Ah, hii hii na Miss Tanzania ina kamati mimi nilikuwa mdhamini tu, kama mdhamini. Kwa hiyo mimi sikuwa nahusishwa chochote katika ile kamati, kama nilivyosema hapo awali kwamba uh, mwaka jana wadhamini waliopatikana hawakupatikana wadhamini wa kutosha, na ndio maana hata lile shindano kwanza halikuwa na watu wengi sana kama wanavyofikiria, kwa sababu alitegemea kwamba uh, katika kufanya maandalizi, kwenye maandalizi kuna mambo mengi sana kama hivyo, walikuwa wanarusha kwenye media zote hizo, zinatakiwa walipe, walinunua uh, waliweza kufanya kutengeneza eneo la tukio kukodi viti kukodi a mziki, kuna vitu vingi. Hizo pesa za wazamini ambazo zilitumika, kwa hiyo hazikukizi kufikia kuweza kununua hii gari, kwa sababu walitegemea wangepata watu wengi na pesa ingepatikana pale RTV, na ingeweza kununua gari lakini haikuwa hivyo, na ndio maana umeona mpaka leo ucheleweshaji umekuwa na hatimaye kabidi tena warudi kwangu kuomba niweze kuwa sponsor kuweza kununua Mila, hii gari ya Miss Tanzania. Mimi niseme kwamba kama ninavyosema tena hapo awali, pesa sasa hivi ni ngumu walivyotegemea wangepata pesa haikufanikiwa. hai, hivyo na ndio maana hata umeona mashindano ya mwaka jana hayakufanyika Dar es Salaam, yalienda kufanyikia Mwanza. Kwa hiyo mimi siwezi kusemea hapo, mimi naomba hapo itajibu kamati. Kamati mapungufu niliyoona ni hayo, kweli kwamba Miss Tanzania ilichotakiwa ni kwamba angepatikana mshindi, ni kwamba siku hiyo alitakiwa akabidhiwe gari lake, lakini haikuwa hivyo. Hayo ndio mapungufu kwangu mimi niliyoyaona, lakini na uhakika kabisa ili kosa lililotokea mwaka huu halitatokea tena. una mpango wa kudhamini labda Miss Tanzania ijayo? Of course hapa tayari niko kwenye udhamini kabisa, niko tayari kuendelea nao. Ah, ah, mimi siwezi kusema kwamba ah, katika kuiponda ah, Miss Tanzania kwamba imeshuka, ardhi ni kweli kiasi fulani, lakini mimi na uhakika kabisa popote pale mtu unapokosea lazima utajirekebisha. Lakini mimi haileteletelezei kwamba ndio niache kudhamini kwa sababu mimi nadhamini kwa sababu ya kupata mileage ya kuweza kuendelea kupata matangazo makubwa. Grace Products zinakwenda kujulikana, bidhaa zangu zinajulikana kwa kupitia haya mashindano ya Miss Tanzania. Mimi kwangu ni faida, niongee ukweli. Kwa hiyo hata hizi rumors zinazoongea mimi kwangu hazinitishi mimi, sana sana zinanifanya zina nazidi kuonekana wajui, kwa sababu siku zote mimi naongeaga kwamba Grace Products ni habari ya mjini. Hatimaye sasa hivi mimi naona neno limetimia kwamba Grace Products ni habari ya mjini, toka juzi zinaongelewa Grace Products, Grace Products kwangu mimi ni matangazo. Sasa kwanini niache kuwa support Miss Tanzania? Mimi nitaendelea mpaka hapo matangazo atakaposemaga, sasa yamekomea hapa gharama ya gari kwa ujumla ni shilingi milioni nane. Ah, mi nachoweza kuambia kwamba kwanza hicho alichokisema na hivi vinavyoendelea mitandaoni kwamba nawashukuru, mi nawashukuru, niwe mkweli, siwalaumu wala, wala siongei vibaya tofauti kwamba wamefanya mbaya. Mi nachosema hivi wanavyofanya, tena waendelee zaidi, wasipunguze, waendelee kuponda, kwa sababu wanavyoponda mimi kwangu ndio mileage kwangu, na hata yule ambaye alikuwa ijui Grace anaendelea kuijua kwa hiyo mimi nawaambia kwamba, uh, sio kwamba nilifanya hivyo kwa kupenda kulijaza gari vile, lakini sikuwa napenda kufanya vile, bali taarifa ilikuja kwa muda mfupi sana, ndani ya siku tatu. Nisingeweza kufanya kile ambacho nilipanga nikifanya, lakini nitakwenda kukifanya endapo kama gari watalirudisha kwangu, lakini mimi kwangu, kwanza nasema ni matangazo tosha na wawe na imani na mimi. Sio kwamba nilikuwa na nia tofauti, nilikuwa na nia njema kabisa na nilishuk, nilifikiri kwamba watu wengi wangeongelea positive, lakini naona watu wengi wameongelea negative, kwamba unajua, sasa hivi hali ya uchumi kwanza ni ngumu, mtu kutoa pesa yake kama hile eh, kwenda kununua ile gari Yaani ni kitu ambacho hakiwezekani. Mimi nilitegemea kwamba wangenipa pongezi kwamba nimeweza kuifichia aibu, uh, kamati ya Miss Tanzania, nimeweza kuwasapoti na hatimaye leo Diana ameweza kupata gari yake. Nilitegemea leo ingekuwa vifijo na shangwe, lakini sio hizi nani wanazoziongea. Lakini pia bado si wakati, tamaa waendelee tu kuponda, wakati Grace yenyewe inazidi kwenda ani. <laughs> yeah. Alitakiwa hata sasa hivi wameshaniletea hiyo gari, lakini bado sijaiona mpaka sasa hivi, sababu makubaliano ilikuwa ni gari akisha, akisha tukishamkabizi pale, uh, watu wameshaona kwamba amekabidhiwa gari, ilitakiwa gari sasa irudi tena kwangu niirudisha ili, nikaili brand, lakini sijaiona mpaka sasa hivi yeah, yeah. kwa sababu hayo yeah. Yeah, ndio maneno yangu niliyosema kwamba akishamaliza ilete, lakini hajaileta, anaona anaenjoy kutembea kwa mimi kwangu na ile gari. Kwa hiyo mimi, actually nilikuwa nategemea kupata gari dogo lakini sikujua uh, aina, yani sikujua gari labda ni Suzuki au ni nini. Mimi si laumu sana, kwa sababu kila mtu anajua sasa hivi uchumi wa nchi umedop Hakuna mtu ambaye anasema sasa hivi maisha yangu yako, ya, yako juu. Sasa hivi kuna sasa hivi uchumi wa nchi umedrop, kwa hiyo no, zilikuwa ni harakati za hapa na pale mpaka nimepata gari. Mimi nachosema tu namshukuru Mungu aendelee kushiriki. Uwezi kujua mwakani itakuwaje, maybe Mungu atasaidia gari itatoka the same day mshindi atakapotajwa. Kwanza gari na faida kwa sababu kisha kuwa uh, mtu ambaye watu wengi wanakufahamu huwezi kupanda daladala au huwezi ukapanda bajaji, kwa hiyo unatakuwa una usafiri wako binafsi though uh, hata kama kile kipindi sikuwa na gari niko